Lengo kuu la Wizara ya Uchumi wa Buluu ni kusimamia utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu hapa Zanzibar, ambayo yenyewe ina vipaumbele vitano. Kipaumbele cha kwanza ni kuendeleza uvuvi pamoja na ukulima na ufugaji wa mazao baharini. Kipaumbele cha pili ni utalii endelevu. Kipaumbele cha tatu ni nishati ikijumlisha nishati mbadala na ile nishati mafuta na gesi. Kipaumbele cha nne ni usafiri wa baharini na miundombinu ya baharini, na kipaumbele cha tano ni kusimamia eh, uhai pamoja na uendelevu wa bahari na miundombinu yake ya bahari, ili bahari tufai sisi na vizazi vijavyo. Kuna baadhi ya vipaumbele vinatekelezwa na wizara nyingine, taasisi nyingine na hata watu binafsi. Kwa hiyo wizara imekabidhiwa jukumu la kutekeleza na kusimamia uendelevu wa, wa uvuvi ambapo hapa tunazungumzia uvuvi mdogo mdogo, uvuvi bahari kuu pamoja na ufugaji wa mazao baharini ikiwemo mwani, majongo bahari na vitu vinavyofanana kama hivyo. Jambo la pili ambalo wizara inasimamia ni nishati, lakini sisi tunasimamia nishati mafuta na gesi. Nishati mafuta na na gesi mbadala inasimamiwa na wizara ya nishati. Na jambo la tatu kubwa ambalo wizara ya uchumi wa buluu linafanya ni uratibu wa shughuli zote za uchumi wa buluu hapa Zanzibar. Tunaelewa kwamba shughuli nyingine, kwa mfano utalii, usafiri wa baharini na miundombinu ya baharini, zinafanywa na wizara nyingine na taasisi nyingine. Kwa hiyo lengo la wizara kuwepo ni kuziratibu, kuhakikisha kwamba shughuli zote zinafanywa kwa mujibu wa mkakati wa utekelezaji wa uchumi wa buluu ambao upo hapa Zanzibar. E, 24 mwisho serikali ya mapinduzi Zanzibar iliwawezesha wawezesha wajasiriamali wa sekta ya uvuvi na ufugaji wa mazao baharini kwa kuingiza karibu bilioni 36.5. Hizi zilikwenda katika maeneo ya kuwapatia u, u elimu mafunzo ya uvuvi bora na ukulima bora lakini kuwapatia zana za kufanyia kazi. Kwa mfano wavuvi walipatiwa boti 527 na wakulima wa mwani walipatiwa boti 500 lakini pia serikali hakikisha kwamba eh, sekta hii ya uvuvi na ufugaji wa mazao baharini inapata uhakika wa soko. Miongoni mwa mambo ambayo yamefanyika ni kuanzishwa kwa kampuni ya serikali ya mwani ambayo imesaidia kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba wakulima wa mwani wanapata soko. Eh, kwa sababu ya uwezeshaji huo tumeona kwamba zaidi ya watu 32,000 walifikiwa kwa kupatiwa elimu pamoja na, na na zana na na pembejeo za, za kazi zao na watu wanaofika 3,000 wamepatiwa mafunzo maalum ya kulima mwani katika maji marefu, na wavuvi nao wamepatiwa mafunzo ya kutumia taaluma mpya, teknolojia mpya ya uvuvi wa kutumia GPS na vitu vingine ambavyo vimewasaidia sana katika kazi za matokeo yake katika uwezeshaji huu tumeona kwamba kiwango cha, cha, cha, cha uvuvi kimeongezeka kwa, kwa miaka minne iliyopita kutoka tani 38000 mpaka zimepanda kufika tani 78000 Hii inamaanisha kwamba uvuvi umeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia moja na kumi kwa kipindi hicho cha miaka minne. Lakini pia tumeona kwamba thamani ya samaki waliouzwa imeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia mbili na ishirini Hii inamaanisha kwamba fedha nyingi zimekwenda katika mifuko ya wavuvi, na hii nata, tunatarajia kwamba imenyanyua maisha yao eh, katika kipindi hicho. Sambamba na hilo mwani nao umeongezeka, uzalishaji wa mwani umeongezeka kwa asilimia mia moja ishirini na nne katika kipindi hicho, lakini thamani ya mwani uliouzwa nje nayo imeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia mbili na moja, na hii pia inaonyesha kwamba kuna tija kubwa ambayo imeenda moja kwa moja kwa kwa wakulima wa mwani.